So, ladies and gentlemen, uh, kuna wajama wawili hivi miamba ino miwili ambayo leo uh, nataka kuwakabidhi maua yao rasmi hapa kwa KG Chipande na vile vile, kama wewe wakubali pia nataka uonyeshe emoji ya maua kwenye comment section hapo ili kuwakabidhi maua yao, kabla umauti wao haujawafikia ama kabla umauti wetu sisi haujatufikia, kwa sababu hatujui ni hawa wataondoka mbele ama ni sisi tutaondoka mbele. Endapo wataondoka mbele, isije ikawa majonzi kwetu, tukaja tukusema hapa ya kwamba afadhali tungemsifia angali hai, kwa sababu tuko na kale kasumba sisi kama binadamu, ya kwamba tunasifia wale watu ambao ni wazuri ama wale watu ambao ni bora baada ya kwamba washatutoka tayari. Yani, hiyo ndio sifa yetu, ama hiyo ndio sifa ambayo wengi wetu. Tuna maua kama haya, most of the people ama most of us wanachukua maua kama haya, wanaenda wanayachimikia kwenye kaburi la yule mtu ambao wanadhani ni mpendo wao, ama ni mtu ambao wamependwa. So hivyo ndo watu wengi sana fanya lakini leo kuna huyu mwamba ambaye anajiita Ibrahim Traore nataka kumpa maua yake leo, na bado vilevile vile kuna msichana fulani ama mama fulani hivi ambaye ni mzungu ambaye alienda kutembelea Kenya kwa ujumla, na kile kitu alichokiongea baada ya kurudi kwao pia naye vile vile tutabidi tumkabidhi maua yake, na haya ndiyo maneno ya kwanza ambayo yule mzungu aliongea, kabla hatujakuja kwa kile kitendo kikubwa ambacho Ibrahim Traore amekifanya, kilichoshangaza ulimwengu mzima, na ni kitendo ambacho ndio rais wa kwanza peke yake kukifanya dunia mzima, na pia vilevile vile pia ndio kitendo ambacho watu wengi wa nchi tofauti tofauti wanatamani laiti rais wao angekuwa Ibrahim Traore, labda maisha yasingekuwa vile ambavyo yako leo. Sasa tukianza kuongea kuhusu huyu mzungu ambaye alivisit Kenya, amekuja ameuliza swali rahisi tu kwa media apo kwa kama kwa ulioulizwa life ilikuwaje, ama how, ni jinsi gani ambavyo aliona Kenya na experience yake in full ilikuwaje Kenya. So huyu mzungu alikuja akasema kwamba aliuliza swali, the simplest question, akauliza is Kenya is Kenya

Mke, mkamba mkamba sad things hiyo eh, tunajua kwamba Kenya tuko nayo na Kenya yani Kenya iko hiyo, tupende tukatae, but sasa, kitu ambacho tunajua Kenya kwamba sisi we are not racist, that's hiyo ndio kitu ambacho tunajua ya kwamba Wakenya hatubaguani kwa sababu ya rangi ya ngozi zetu ama rangi ya ngozi yoyote aliyetoka nje nje nchi, lakini kulingana na mzungu amesema kitu ambacho ni cha kweli ambacho wengi hatukioni ama, lakini baada ya kuongea hivi, nafikiri wengi mtakubaliana na mimi ya kwamba Kenya tuko na ubaguzi wa rangi in huyu mzungu ameelezea in this way, ya kwamba yeye mwenyewe alipofika Kenya kuna vitu ambavyo alikuwa anaviona wazi kabisa ya kwamba yeye amekosea, ama endapo atapatikana kwenye alteration yoyote na mtu ambaye ametoka Kenya na ni Mwafrika anajua wazi kabisa yeye kwamba yuko kwenye sehemu ya makosa ama anajua wazi kabisa yeye ile direction ambayo yuko ni ya makosa, lakini atapewa favor aidha na serikali ama aidha na wale watu ambao wataamua kesi aidha wa kwenye serikali ama ni watu wa kwenye jamii tu mtaani pale, lakini mzungu ndio atapewa favor, yani ngozi yake ina mfavor yeye kupata yeye ye kum kutodhulumika ntasema hivyo, na ngozi yake pia vile vile ina mfeva hata kama amefanya makosa. and that's why I'll bring this, there's a certain video ambayo nimeona ambayo ili happen kule Uganda 256 ambapo kuna mwanamke fulani hivi ambaye ameclaim baadaye, ni msanii huyu mwanamke, ameclaim ya kwamba aliahidiana kufanya biashara na mzungu fulani hivi ambapo waliahidiana kwenda zao mahotelini huko kufanya biashara zao. Sitaki kujua ni biashara gani ambayo alifanya kule hotelini, lakini baada ya siku ile biashara haikuenda kulingana na vile ambavyo walikuwa wameplan. Yule mzungu alidemand kitu chingine ambacho ni tofauti na ile biashara ambayo walikuwa wameahidiana. I don't know, watu wanaongelea mambo mengi kuhusiana na story, lakini mimi naiongelea tu kulingana na vile ambavyo nimeelewa, kwa sababu huyu mwanamke wa kiafrika kutoka Uganda aliona ile demand ya yule mzungu, sio demand ya kwanza. Ilibidi huyu mwafrika wa kizungu aitishe ile pesa ambayo ilikuwa ni agreement, na baada ya pesa ambayo ilikuwa ni agreement, huyu msichana akakataa kufanya kile kitendo ambacho huyu mzungu anataka huyu msichana amfanyie. Hivyo basi msichana akatoka kwenye ile apartment ama hoteli na mzungu, ikabidi aite mapolisi ama aite jeshi la polisi na Uganda ili liweze kumsaidia gesi wote. Uh, wazungu ama huyu jeshi la polisi lilipokuja instead litaki kujua What happened, lifuatilie polepole pole, lione makosa yako na mzungu ama makosa yako na Mwafrika. Jeshi la polisi lilijua Mwafrika automatically ndio mwenye makosa na kumharas dada yetu kutoka Uganda bila kujua kiini cha shida ambacho kilitokea and uh, So that's not the case. Kesi ambayo imetuleta hapa kuhusiana na story ya mzungu nchini Kenya ambayo inamfanya mzungu anakuwa favored. Nafikiri nyinyi mko na majibu mengi sana. Endapo sisi kama Afrika tukienda uzunguni hatupati ile feva ambayo wazungu wanaipata wakiwa nchi zetu za Afrika. Hata sisi ambao ni wa Kenya ama wa Afrika tukienda nchi za waarabuni hatupati feva zile ambazo uh, uh, waarabu wanazipata especially wakiwa kwenye nchi zetu za Afrika. Hasa nikambe kama sisi bado tume

Uh, you guys you know this thing. No need for me to explain more about it so let's go to Ibrahim Traore. Ibrahim Traore juzi aliingia uwanjani na kucheza mpira rasmi na baadhi ya watu ambao walikuwa mashuhuri wa mpira ndani ya Burkina Faso. Aliwaalika ili waweze kujadiliana jinsi gani ambavyo wataweza kuboresha michezo ya mipira special ndani ya Burkina Faso ili wapate vijana wenye talent za mpira waweze kujiandika kazi ama kujiajiri kazi kupitia kipaji chao cha kucheza mpira. Na baada ya hivyo, ilimbidi Ibrahim Traore asiende kutegemea wazungu, bali ilimbidi ategemea Afrika wenzake, especially wale wa players, ama wale wachezaji ambao walikuwa wachezaji maarufu ambao wanajulikana dunia mzima, lakini wametoka bara la Afrika. Hivyo basi, akawaita ndani ya Burkina Faso na kutengeneza kikosi chake cha majeshi pamoja na watu wa Burkina Faso na kikosi cha wageni ambao walikuwa wamewalikwa na kufanya a friendly match yani, mchezo wa kirafiki na kuingia uwanjani mwenyewe Ibrahim Traore na kucheza mchezo ambao watu wengi walishangilia, watu wengi walifurahia, watu wengi waliona ni mfano bora, watu wengi waliona ni njia moja ambayo viongozi wengi sana wanafaa kuiga huo mfano. Wallahi, tumeongea mambo mengi kuhusu Ibrahim Teore, Captain Ibrahim Teore, mwamba fulani, viambeni rais mdogo ama mmoja wa rais mdogo ndani ya, ya dunia nzima tunasema ambaye ameweza kutokea ndani ya Burkina Faso. Kiukweli utamuona mwenyewe eh, eh, Captain Ibrahim Teore, yataka kujihuzulu kwa sababu ya sema mimi nilichukua uongozi kupitia wanajeshi, si kuchukua uongozi kwa kupigiwa kura na wananchi, hasa nataka kujihuzulu, ili wananchi waende kwenye debe wapigie kura yule kiongozi ambayo wanataka. Lakini wananchi wa Burkina Faso wamesema tukutaka wewe, wewe uendelee kuruli hapo, hatujisikii kupiga kura tenaake umekuwa uongozi, uongozi ambao umepigiwa mifano kwenye nchi nyingi vile. In a way that paka nchi baadhi za Afrika zinatamani uongozi wao uchukuliwe na military ya zile inchi kwa sababu gani? Wameona mfano ulio hai ambao ni mfano bora, asa ndio maana nikaleta haya maua na nikasema tusisubiri mpaka Ibrahim Traore aweze kuaga ama kufariki kwa kitu chochote kile ambacho kitatokea kwake, kwa sababu hatujui ni sisi tutaanza kuaga, tutamtangulia ama ni yeye atatangulia. Asa tumpe maua yake anayoyahitaji, ili ajue kuna watu wame appreciate ile kazi anayoifanya ndani ya Burkina Faso. Huyu mwamba yopiga kiukweli mwamba yuapiga mwingi. Mwamba yapiga kazi ambazo mwananchi wa kawaida hawezi kuzipiga. Lile shirika la kuongezea mishahara ama shirika la kulipa mshahara ndani ya Burkina Faso liliweza kuketi kwa jumla na kuangalia, rais wa Burkina Faso anafaa kuongezewa mshahara kwa ile kazi anayofanya, lakini mwamba Captain Ibrahim Cheore aliwajibu na kuambia Sihitaji nyongeza yoyote ya mshahara na hakuna mtu yote anayefanya kazi kwenye serikali anastahili kupewa nyongeza yoyote ya mshahara. Huyu jamaa ya deserve makofi, huyu jamaa because, uh, we do understand that uh, nchi zingine kufanya kitu ambacho huyu mwamba yakifanya <laughs> si rahisi, ni uongo, that's reality. So ladies and gentlemen, I'm here and uh, I need to tell you guys that uh, We cannot hate Ibrahim Traore. Tupende tukatae, huyu jamaa hatuwezi tukamchukia, not unless yeye ni mchawi. Sasa tuweke vi emoji vyetu vya love ili tuonyesha kwamba tunamkubali, tuna mkubali huyu mwamba. Please make sure to subscribe, like and share this video.